Kaunti ya machanko sasa, ni kupeleka kaunti ya Narok ambapo naibu kamishna wa Narok ya Kati Kennedy Mwangome amewahakikishia wapiga kura wa wadi ya Narok mjini kuwa usalama wao umeimarishwa na kuonya vikali wanaopanga kuvuruga uchaguzi kuwa watakabiliwa kwa mujibu wa sheria. Aidha amewataka wanasiasa kutochochea wa uhasama au kutoa kauli zinazoweza kuongeza uh, kuongeza kuwachochea ama kuichochea umma. Uchaguzi huo unalenga kumpata mrithi wa aliyekuwa mwakilishi wadi Lukas Kudate aliyeaga dunia. Um, so hao ndio tunatarajia officers wenye watatusaidia kwa vituo: presiding officers, deputy presiding officers, kwa kila kituo na clerks uh, wenye watakuwa kwa hizo vituo. Pia tuko na security wawili kwa kila kituo. Tuni kusihi watu wa Narok Town County Assembly Ward waje asubuhi, alafu wakipiga kura, na waje kwa wingi, wakipiga kura waelekee, warudi mahali walipotoka, kama ni nyumbani, warudi nyumbani, kama ni kazini, warudi kazini mwao, kisha jioni wagojee matokeo uh, through uh, kwa radio station zao uh, TV zao tutatangazia, mata, tutatangazia hapo na ruhusiwa kuja hapa kwa tallying center, wamekuwa wako kwa sheria ni candidate na chief agent. Kesho tutakuwa na uchaguzi wa by election ya Narok Town Ward, na lile jambo ambalo tunataka kuashua voters wote na wakazi wote wa Narok Town ni kwamba tumeweza kuimarisha hali ya usalama. Tumeweza kupata hata maofisa zaidi wa kuja kutusaidia na mambo ya security. Kwa hivyo, tunataka kuashua voters wote waje kupiga kura kulingana na vituo vyao vya kura vile walivyojiandikisha, wakiwa na uhakika kwamba usalama wao umeweza kuzingatiwa e, kuhakikisha kwamba zile sheria za IBC zinadumishwa. Tunataka ku encourage voters wote wakati watapiga kura wahakishe kwamba wanaweza kwenda ku, nyumbani ama kuendelea na shughuli zao. Kwa upande wa usalama, muwe na hakikisho kwamba tumejizatiti na usalama mtakupata wa kutosha.